Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Dr. Juma Zuberi Homera ametembelea kijiji cha Katela kilichopo kata ya Makwale, wilayani Kyela kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi, na ndipo wakazi wa kijiji hicho wakaeleza malalamiko yao kuhusu mtu huyo, wakidai kuwa amekuwa chanzo cha kuvuruga amani kijijini hapo. Kijiji chetu cha Katela kimevamiwa na mtu anayeitwa Issa Sinsabe Mwasinyaga kupola ardhi yetu kwa kivuli cha Kanisa la Batisti Tanzania kwa njia ya udanganyifu. Kwa kuwa mtu huyo mpaka sasa amefunga barabara zetu, kuwatisha wananchi kwa bunduki na kuwapiga watoto wa shule, kwa kuwa anajivunia amepora maeneo yetu. Kinachoniumiza sana zile njia zetu, tumefungia njia zote hakuna njia ya kwenda sokoni, hakuna njia ya watoto kwenda kusoma, hakuna njia ya kwenda kufanya biashara, maana si biashara zetu ziko huko. Hizo njia walizofunga ndio kipato chetu, ndio njia ambayo tulikuwa tunaenda. Tunaomba kama kanisa anagombana ndani ya kanisa inyoke. Mkuu wa wilaya ya Kyela Bi Josephine Manase amekiri kupokea malalamiko ya wananchi hao na kueleza namna alivyoyashughulikia, huku mbunge wa Kyela Mheshimiwa Ali Jumbe Mlagira akiwataka wananchi kulinda amani ya eneo hilo isitoweke. Tumekutana na viongozi wa kata hii na hatukuishia hapo, pia tukakutana na wazee maarufu wa kijiji hichi, akiwepo chifu mtoto wa chifu ambaye aligawa maeneo haya kwenda kwenye jumuiya. Na migogoro hii jinsi inavyoendelea, kuna wanakijiji wengine ambao sio jumuiya wala sio kanisa la Baptisti wanakerekwa na migogoro hii. Wanamakwale, leo inawezekana ikawa ni siku nzuri ya kutengeneza amani ambayo kwayo ilipotea kwa kipindi kirefu, lakini mnajua wanamakwale jinsi ambavyo amani ni kitovu cha maendeleo ya Makwale yetu. Baada ya kusikiliza malalamiko ya wananchi wa kijiji hicho, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera anatoa agizo hili kwa Jeshi la Polisi: <tipo> maelekezo yafuatayo kuhusiana na jambo hili. Jambo la kwanza, huyo mtu ambaye anafunga barabara azifungue ndani ya masaa 48. Jambo la pili, jeshi la polisi wamsake mara moja, mtu anaitwa Issa Sisambe Mwasinyaga ili tuweze kumfanyia mahojiano maalum kwanza ya kuatishia watu na bastola hilo la kwanza, la pili kupinga watoto wanaokwenda shule, na la tatu kufunga barabara, na wakati sio haki kwa mujibu wa sheria. Nikiripoti kutoka... mashauri ya wilaya ya Kyela ni hapa mkoani Mbeya, naitwa Emmanuel Lengwa, ITV <mulia>